Eh, karibu ndugu yangu. Asante. Habari yako? Safi. Tumejisikia vizuri kuwa na nyinyi leo kwenye maadhimisho ya siku ya wanaume. Jina na lako nani, ndugu yangu? Mimi Michael Kieu. Umetokea wapi? Kituo cha Bodaboda Mlandege. Karibu sana. Nashukuru sana. Umeionaje ibada ya leo? Kwa kweli, kwa sisi vijana ambao ambayo tupendi kuja kanisani. Eh, Umetufanya tuvutiwe na na matukio yaliyo kanisani yeah. Yeah. Kwa sababu ni sehemu ambayo ni nzuri, alafu mwanaume kamili anatakiwa awe kidogo anamtumikia Mungu, juu atakuwa hata malezi ya familia yake itakuwa ni nzuri, awe ni msali wa mbele sana kwa mambo ya Mungu, na ni sana sana nitaenda kuambia nini, hata madili hata madili ambayo naonekana yanapotea kwa nchi yetu ya Tanzania mbele, yataweza kurejea kwa sababu kama wanaume wengi watakuwa na hudhuria kanisani, hata watoto zao wanaokuja kupatikana watakuwa wote ni watu wa kanisani. Hiyo kwa kwa, unawaambia nini bodaboda? Wengine tumewalika wachache, kituo cha Miani bodaboda, kituo cha Mwisho wa Rami na kituo cha Kiodombo, wengine hawajafanikiwa kufika. Nini ambacho unaweza kuwaambia? Si, si. nafikiri walishindwa kuelewa kwamba kuna kuna kitu gani kinaweza kumfundisha mtu kijana lakini kijana wa kiume ambaye ni mwanaume sasa anayeweza kufika maeneo haya na kuweza kujifunza, nafikiri anaweza kuwa na familia iliyo bora na, akawa na, na watoto naye, ataweza kama ni mwanaume atakuwa na wanaume walio bora hata maadili. Analalamikia serikali kwamba kwa watu wanatakiwa wabadilike, ili kuepusha vijana wetu wa mazingira mazuri. Ina haya yanatupaswa sisi, ni watu wa Mungu ambao kidogo mko kanisani, msiishie hapa, sawa. Na tulikuwa tunapenda kama mnaweza kuhamasishana, ungealikana makanisa yote ndio kwa mwaka ambao ujao. Karibisheni boda boda, mwalikane makanisa yote nao wakafundishe huko vijana kwamba wakifika huko, ili tuweze kubadilika. Wako boda boda wengi sana leo wamesema Jumapili ijayo, hawata wacha kuja kusali hapa na, naona wamejifunza kitu. Kwa sababu hata watu mimi kuwatoa kulikuwa nawavuta twendeni kufanya nini? twendeni lakini <laughs> wamevutiwa wamekuja huko ndani wametoka hey, wame Tunashukuru sana. wote wakaflai. Tunashukuru sana beni huyo unamwona so, kama hivi. <laughs> <laughs> Naye yuko kanisani. Karibuni sana yuko kanisani, karibuni <laughs> yes, sana sisi tunajisikia vizuri tunakuwa na nini tunaamini mbegu kubwa mfano ndani yenu na Mungu. Mungu atendelea kusema na na bodaboda wote na vijana wengine wote, ili kwamba maisha mb. yao amkabidhi Yesu Kristo. Tunashukuru sana asante sana. Asante sana, asante sana.